Wewe acha ujinga! <laughs> Chukua. Wewe unaangalia mkate, ndani ya mkate kuna fumbo zuri. yule ambayo unapokutika, nakasirika mbele ya marafiki zako, umeniaibisha sana. Chakaa, kuna cha thamani ndani yake, tunaelewana? Angalia, anasema hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yake Elizabeti naye amechukua mimba. Ndio nataka hapa sasa, jamaa zake Elizabeti naye amechukua mimba na mtoto mwanaume katika uzee wake, yaani uzee wake. Jamaa anasema hivi, na tena tazama jamaa, jamaa yako Elizabeti naye amechukua ya mtoto mwanamume katika uzee wake na mwezi huu ni wangapi? yaani Elizabeti ile mimba wakati Yesu ana, ana, ana, ana, anatungishwa mimba na Roho Mtakatifu kwenye tumbo la Mariamu, Elizabeti ana mimba ya miezi sita, bado miezi mingapi ajifungue? mitatu e. Huyo Elizabeth jamaa yako unajua alikuwa anamfundisha nini? Hakuna lisilowezekana, yote yanawezekana. yake kabeba mimba, na huu ni mwezi wa sita kwake. Ehe, anasema yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hiyo anajaribu kumweleza jamaa yako Elizabeth kabeba naye mimba na kama huamini, huu ni mwezi wa sita kwake. Alafu tuendeni ule mstari wa hamsini na ngapi? Hamsini, mstari wa ngapi? mstari wa 39. Basi Mariam akaondoka ya milimani kwa haraka.